Damu kumwagia katika nchi ni laana, pia tunaingiza nchi yetu kwenye laana. Nitoe mfano, ninatoa mifano ya kueleweka. Mfano kama huu, nikupe mfano kama huu. Na rafiki yangu, mtoto wa mama Samia Suluhu Hassan anaitwa Abduli, rafiki yangu nani, nampenda namuheshimu, he is my friend Natoa mfano sasa, ikatokea Abdul mtoto wa mama Samia, wa mwenyekiti wangu, wamekuja watu wamemchukua, wameondoka naye, kesho kaokotwa hana macho. Au unachukuliwa kwenye basi na watu wanaona, kesho unaokotwa una macho. Sasa, how do you feel, utajisikiaje? Ikatokea mtoto wa Askofu Gwajima, mtoto wa Askofu Gwajima Jordan amechukuliwa ameondoka naye kesho, anaokotwa hana macho. Mtoto wa, wa, wa, wa Majaliwa, kasi Majaliwa waziri mkuu, anachukuliwa kesho anaokotwa hana macho. Anafatwa ndani ya nyumba, kwa mfano ni kama ilivyokuwa kwa, kwa Mdude, amefatwa ndani ya nyumba, anavunja wanavunja wanavunja nyumba, mke wake anaona mume wake anavuliwa, anapigwa si nyundo au nini, halafu baada ya siku unaona michirizi ya damu, ameondoka hivyo. Ni mtoto wa nani huyo? Ni mtoto wa Wambula IGP ni mtoto wa dis? Ni mtoto wa wa mkuu wa mkuu wa, wa, wa jeshi la wananchi? Hivi kweli inawezekana? Haiwezekani. Kwa nini sasa tunaona hao wanaopotea kana kwamba kana kwamba kana kwamba ni mbuzi, ni kondoo? Lazima tufike wakati. Mimi naamini si vyombo vya dola vinavyofanya haya, kwa sababu vyombo vya dola they are competent enough fanya mambo bila kuacha tresi. Chombo cha dola kinajitambulisha kwenye hoteli ya kimataifa kama Serena, sisi ni polisi toka ngani? Halafu huyu mtu anakuja apa kuokotwa kesho. Huyu huyu dada wa Kiganda huyu, Agata Atuhaile, anasema anasema ni nimmona kwenye YouTube, hata amevuliwa nguo zote, hata anapigwa pigwa sehemu za siri na watu waliojitambulisha kama vyombo vya dola. Hiki kitu ni aibu kwa nchi. Hatuwezi kuwa na watalii siku zijazo, hoteli zetu haziwezi kuaminiwa, mahusiano yetu yanaharibika. Mimi siwezi kukaa kimya. Wale mnaokaa kimya kae, but I can't take it, siwezi mimi kukaa kimya. Tanzania ni yetu sisi sote. Tanzania kwanza.